Mimi swala ambalo limenichanganya mm. na limeniacha mpaka sasa hivi, najiuliza kulikoni mm. ni kuhusiana na hizi timu mbili kuitwa, lakini kuitwa katika nyakati mbili tofauti. Wakati tulikuwa tunajua mm. kwamba zinaitwa kwa ajili ya kwenda kujadili jambo hili moja, lakini wametoka, Yanga uh, upande wao wanazungumza tofauti kwamba wao Uh, walianza kwanza kuzung... walianza kuzungumza kwamba hawatakuwa na jambo la kuzungumzia sijui kutafuta suluhu mm. ila watazungumzia namna gani ambapo wanaweza kuliweka ili jambo likae sawa. hawatatoa maamuzi mm. ila watazungu... watazungumza namna ya kusuluhisha mm. lakini hawakusema mwisho waliishiaje, okay. na kwa upande wa Simba wanasema wamejadili mambo ya maendeleo ya mpira mm. wa miguu wa hapa nyumbani Tanzania, vitu yeah. viwili tofauti na <laughs> sio tu vitu viwili tofauti mm. ambavyo vimezungumzwa hapo, bado unarudi tena mm kwamba tunafahamu sasa hivi changamoto ni hii moja, kuhusiana na dabi inachezwa au haichezwi, na kama inachezwa in, ina, inapangiwa lini, lakini pia wanasuluhisha vipi huu mgogoro uliopo hapa, lakini vitu ni kama vimeenda tofauti ni yani, vimeenda tofauti kwa maana ya kwamba hata walioitisha mm. wameenda kuzungumza vitu tofauti, kwa mujibu waliotoka huko na kueleza mm. na kuna mtu hapa ameuliza kwani, kwenye hivyo vikao waandishi hawaruhusiwi kuingia? hawajaruhusiwa na hawaruhusiwi mm. Wao watapata ripoti baada ya ki, e, kikao kumalizika kika. mm. kwa hiyo hawajui chochote ambacho kimezungumzwa humo ndani zaidi ya hiki ambacho amezungumza baada ya kutoka Mangungu, amezungumza na engineer Harris mm. amezungumza kwa upande wake vitu viwili tofauti. Yes, ambavyo vihusiani na kuweka suluhu uh, ya hili tatizo. Lengo la kikao cha leo mm. ni kuangalia namna gani au njia zipi atazitumia kwenda kupata solution. Unanelewe? Naelewa hekima ambayo waliitumia bodi ya ligi pamoja na TFF kwa maana ya kuwaita tofauti tofauti kwamba nitamsikiliza Kulwa alafu nitakuja nitamsikiliza Doto. Baada ya hapo, nitawaita wote kwa pamoja, unanielewa mm. Yani kwamba unahitaji msikilize mmoja kwanza, ili kuepusha kwa ile vurugu, kwa maana sio kwenye, yani unajua sina maana kwamba kukubishana kwenye kikao mm, lakini walikuwa wanahitaji kukusanya details za mtu mmoja then wakusanya details za mtu mwingine alafu waitwe wote, baada ya kuchekecha kwamba okay, nimemfikiriza A anataka nini, nimemfikiriza B anataka nini. Lengo la kile kikao ni kuangalia namna gani wanaweza akaendea kutatua changamoto ambayo iliyopo. Uh, es, Mangungu kuzungumza kwamba wameenda kwa ajili ya kujadili maendeleo ya mpira. Mimi sidhani kama ni kitu cha ukweli. Ah, ni kwa ye sababu kulingana na walichozungumza. Eh, TFF na bodi ya ligi kwenye sakata la dabi na wamezungumza kwamba lengo ni kuita kwa ajili ya kufurisha, wanawahitaji Simba peke yao kwenda kujadili maendeleo ya mpira. Yaani kwa, kwa tunasema common sense tu ile. Yaani kwa nini waitwa wa Simba leo kwenda kujadili mpira wa Tanzania? Kwani timu ya taifa ile? Kwa wewe kwa mantiki yako unataka kusema kwamba Mangungu kadanganya? Uh, no, hajadanganya. Lakini kuna muda huhitaji kuwapa watu kama umeona walivyokuwa wanazungumza viongozi wengine kwamba ugali haujaiva. Kwa hiyo hakuna cha kuzungumza chochote. Unaona? Mm. Mm. Kwa hiyo pia unatumia namna nyingine ya kukwepa kuzungumza vitu vingine. Ukiangalia wote ambao wamehujiwa, walikuwa wanazungumza vitu ambavyo huwezi kuvielewa. Mm. Yaani, mm, hakuna mtu ambaye anafunguka moja kwa moja kwamba kuna abc. Unajiuliza, kama hakukuwa na e, mazungumzo ya maana, kwa nini vikao vimeisha sasa hivi? Sijui, unaelewa. Havijaisha, vimeisha kwa upande wa Yanga, kimeisha Sina, kwa upande wa Simba, lakini akijaisha general kile cha viongozi, I mean kwa leo wenyewe, kwa leo kilichofanyika e. Kwa hiyo kuna vitu bado vinaendelea na naamini kuna kikao kingine pia kitaitwa lakini leo walikuwa wanahitaji kujua ni chanzo ni nini he, na kila mtu anataka nini. Kwa hiyo Jessica, kitu ninachoamini walikuwa wanahitaji kujua chanzo, kama wanavyosema Ashraf. Lakini ukiwasikiliza baada ya kutoka, Yanga kwa upande wao wanazungumza kingine yeah, na Simba wanazungumza kingine, akihusiani na kile ambacho kilisababisha waitwe au waliitiwa, sababu ndo nyingine sio hiyo. Ndio ninachozungumza ni hivi, kwa sababu jambo bado halijakamilika, wanakuepo kuzungumza ukweli uliopo ulioendelea ndani, ndio maana kila anakuja na lengo tofauti. Mimi ninachokataa ni kwamba TFF na bodi ya ligi kuna sakata la dabi wamwite mnyama waende wakajadili maendeleo ya mpira na, wao mbona hawasemi pia nani? Uh, bodi ya ligi kwa lakini sababu, pia na viongozi yes, wa serikali ambao wameitisha hichi kikao kwa sababu hawajafikia wa mwafaka na lengo walikuwa wanatafuta namna gani wanaenda kusoma kwa sababu nikwambia kitu kimoja, ukiona mm, hii issue wameopt kutumia busara na hekima kuliko kanuni. Mpaka hapo sasa busara bado zinakuwa zina, kama zinagoma pia ah, difference ni kwamba si ndo bado wanaenda hapo kwenye mchakato mm. Yani kanuni wamesikia, kapuni wangekuwa wanahitaji mm, kutumia kanuni tusingefika hapa, unanelewa. Lakini wanajua kwamba walifanya blanda bodi ya ligi, na unajua utata wa hili jambo jeska unakuja sehemu moja eh -hmm. eh -hmm. Uh -huh. Uh, yanga atamhoji bodi ya ligi au atamhoji TFF kwamba kati ya wewe mwenye ligi na mnyama nani mkubwa? Sijui, unanielewa mm -hmm. Kwa nini wewe satano asubuhi unatuambia dabi mechi ipo, mnyama alishatoa taarifa kwamba hachezi mm -hmm. Maana yake ni kwamba ulikuja ukakubaliana na mnyama mm -hmm. Kwa hiyo mimi nikikubali kucheza wakati mwingine ambao mnyama akakubali minzi kwamba mimi Yanga ni mdogo Simba ni mkubwa, kitu ambacho kwenye common sense Yanga hawataki kukubali huo udogo, yaani kwamba tutacheza ambapo Simba wataona iko sawa. Hili sakata lingekuwa linahusisha timu nyingine, mbona mm, ah, lingekuwa lilishaisha, unanielewe, lakini ni kwamba Simba wenyewe wao waliamua kuonyesha ukubwa kwamba hatuwezi kucheza unaelewa haijalishi walizingatia kanuni au walitaka kuitumia kanuni vibaya, hakufuata mwongozo. Unaelewa, wao wenyewe kwa kuwa tu walishasema hatu, hatu, hatu, hatuwezi kucheza. Bodi ya ligi wao walisema, walifanya tafiti zao wakagundua kwamba Simba wako na haki ya, kucheza, ya, ya kutocheza, si ndio? Wakakengeuka baadaye saa tano, sijui saa ngapi, wakati wanatamka kwamba mechi haifanyaji haichezwi. Wakati huo Yanga wao wenyewe wameenda wamefuata kila kitu. Taarifa ya kuto kuchezwa ilikuja kuanzia majira ya saa nane, lakini huku kwingine kote taarifa ilikuwa inaeleza kwamba mechi inachezwa na watu waende uwanjani, unaelewa. Kwa hiyo Yanga wao sasa hivi wanajiona walikuwa wako sahihi kwenye kile ambacho wanakiamini, unaelewa. Swala hii huko kote tumeshajadili, lakini swala linaanzia hapa hapa leo kwamba kimeitwa, hebu msubiri kwanza. Hmm. Kimeitishwa kikao kwa ajili ya kwenda kusuluhisha, labda kama kikao hiki kilikuwa hakina lengo la kwenda kusuluhisha na kujua uh, ili janga linamalizikaje Evans, mimi naamini bado suluhu haijapatikana. Yaani lengo la, la, la, la hivi vikao ni kutafuta njia ya kutokea kwenye hichi ambacho kimekuwa ni, ni gumzo kubwa kwa takriban wiki mbili kwenda wiki tatu e. Tunaondokaje hapo ili turudi kwenye maisha yetu ya kawaida ya football? mm -hmm. Tunatafuta suluhu, hatuwezi kupata suluhu bila wahusika kwenye hichi kuwepo mm. Na ndio maana ukiangalia kila mtu amekuja kimpango wake. Changamoto inayojitokeza hapa ni watu wanaficha tena taarifa yes. Yaani changamoto inajitokeza hapa. Hiyo ndo, ndo shida. Hey. Mimi sidhani kama wanaficha taarifa. Hmm. Taarifa wametoa, lakini taarifa waloitoa inakinzana. Yaani huyu amezungumza cha kwake. No. No. Inawezekana kweli Yanga wamezungumza kitu kingine na na, na <coughs> walioita, na Simba nao wamezungumza <coughs> kitu kingine walioita. Ndio maana mimi nauliza kama hao waliitwa waliitiwa kitu kingine au waliitiwa jambo hili hili la kuweka um, mlolongo ukae sawa. Kama kungekuwa ni issue ya utaka kujua maendeleo ya mpira mm, mnafanya siri na mpira ni wa watu wote. Mnafanya siri kikawa, so mruhusu hata waandishi wa habari waingie, so kujadili mpira ambao una maslahi ya maisha ya watu wengine pia, mnaofanya siri kwa viongozi wachache wa klabu moja kujadili maisha ya mpira ambao unaendesha zaidi ya watu milioni, na maisha yao yako pale, watu wa timu moja, viongozi tu ni uongo. Rudi kwenye dhumuni la kikao, yani la dhumuni hey, la kikao ndo nalotaka mimi kulijua, lilikuwa ni la kusuluhisha, ili jambo lieleweke linaendaje. Mm. tusingesikia Yanga anatoka na hoja nyingine na Simba wanatoka na hoja nyingine. Esa, tusingesikia wote wakitoka na hoja moja. bado hawajafikia makubaliano na ndio maana kwanza, msinipeleke mbio mbio, hawajafikia makubaliano kwa sababu gani? yani kwa yani, sawa, hawajafikia makubaliano sababu watakuwa wanazijua, kwa nini hawajafikia makubaliano. Lakini hoja nayoizungumza mimi hapa kama simba wangekuwa wamejadiliana kuhusiana na hiyo mechi yes. ina maana mangungu asingesema tumejadili kuhusiana na maendeleo ya mpira na kama no, no, yanga walikuwa wamejadiliana kuhusiana na hiyo mechi, yanga pia walipaswa kusema tumejadili kuhusu mechi. Umesikia? Sasa naomba ninukuu, nisiongee maneno mengi sana nikatoka nje ya kii nataka ni nukuu alichokizungumza alicho injinia alafu ni nukuu alichokizungumza Mangungu na nukuu, Tumefiki, tumefikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao kwa waziri na niwahakikishia wanachama wa Yanga Sports Club kuwa viongozi wao ni imara na tunapigania maslahi ya klabu yetu. Mheshimiwa Waziri alikuwa na, ma, na mwanzo mzuri kwa kusema kuwa kikao chao sio sehemu inayoweza kutoa maamuzi ila ni kikao cha kutafuta njia ya utatuzi wa tatizo lililotokea, ila alitaka kujua kutoka kwa Yanga nini kinawatatiza. Hii ndio tulitegemea kwamba iwe key point kwa pande zote yes, mbili kwa upande wa Simba, sasa mtazama ngungu anasema na nukuu, kikao chetu sisi kimejadili maendeleo ya mpira hakijajadili walichojadiliana na wenzetu tungejadili mechi yetu tungeitwa kwa pamoja ila mamlaka si ilisha sema mechi yetu itapangiwa tarehe nyingine. Sisi tumejadili maendeleo ya soka Tanzania. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Ndio maana nakwambiaje mamdogo, watu wameficha taarifa. Nani sasa ameficha taarifa? Mimi sitaki kujua ni nani. Yani unasikia, ukisikiliza taarifa ya engineer wao wamepeleka kile ambacho kikao chao kiliwahusu kwa sababu vilikuwa ni vikao viwili tofauti, ndio maana kila mtu anakuja na majibu yake. Ingekuwa ni kwenye kikao kimoja yanatoka majibu tofauti ndio tungekuwa tuna mashaka, ila ni vikao viwili tofauti. Tofauti. Kwa kila mtu atazungumza kutokana na alichozungumza kwenye kikao ila e -e. Wote tunajua dhumuni la kikao hii ni nini? Ndio maana nikasema eh, watu wanaficha taarifa haiwezekani Muitwe klabu moja e, kujadili e, maslahi ya mpira wa nchi e, hii nyie yani tunapopishana tunapishana. <laughs> yani, yani, so mm. tunapishana mm. mimi ni mnavyosema kwamba wameficha taarifa yes. ina maana hiki ambacho wamezungumza hawa viongozi wa hizi timu mbili sio kitu walicho kijadili humo ndani. al yani, al Plato p al aliwahi eh. mmoja kati ya wanasaikolojia wakubwa sana eh, kuna kipindi kiongozi unatakiwa useme uongo kwa maslahi mapana ya watu ambao unawaongoza, unanelewa mm. uh, sio kila kitu unatakiwa kuzungumza kuna vitu kuna wakati kama hamjafikia kwenye ile piki ambayo mnatakiwa mfikie, nataka kukopesha taarifa kwa sababu, mm -hmm. tumekaa kian kama wamiliki wa mpira hawazungumzi chochote. Kama ingekuwa ni kikao kinachotuhusu sote singekuwa wote so, Uhum. Manake kaweka mtego hapo kwamba anawatoeni watu, watu msimuuliza hayo maswali kwa sababu naamini kingekuwa kinahusisha watu wote na watu wote wangekaa watu wote pamoja. Anakwepa kwa sababu hana majibu ambayo yamekamilika kwa sababu kikao hakijakamilika. Kwa hiyo anachokifanya haiwezekani, wawaite Simba tu tujadili eti maendeleo ya mpira na, <laughs> nyewe, nyewe. Sasa mnataka kukutana na taarifa ya kiongozi. Ah, ah, no, no, it is akili not about kubishana, unaelewa? Akili ndogo tu mamdogo ligi ina timu hey, 16 <laughs> Kuna championship, kuna sijui ligi daraja la kwanza, ligi daraja la...

unalewa kwamba bora hata angalau yeye ajeficha hiyo white kazungumza kwamba yeye yeyekambavo kai... Sasa TFF na bodi ya ligi wanasop vipi kesi inayohusisha watu wawili kwa kusikiliza ishu ya upande mmoja tu, kwa sababu wamewasikiliza yeah, na yeye akili kwamba wametoa vile vitu ambavyo wao wana wa, wanavitaka na wanaona wako sahihi kupelekea kugoma. Ndio. Unaelewa? Kama wamesikiliza side A, bodi ya ligi na TFF, minzi wanatakiwa kusikiliza na side na B, side B ambaye ni mnyama na mwakilishi alikuwa mangungu huko pale. Kwa hiyo okay, tumepa tunataka kufunga case Jessica. Tumemsikiliza mtu A kwenye hiyo mada inayohusiana na dabi. Anayehusika na dabi ya pili tuje tumuulize mambo yanayohusu <laughs> maendeleo ya <kumainiwea> mpira nchini Tanzania. <laughs> Mimi nawaelewa vizuri sana. Sio kama siwaelewi. Yaani nawaelewa vizuri sana lakini ehe, hoja yangu ehe. Ehe, ipo kwenye taarifa ambayo sasa wameitoa hawa viongozi mm, kwenye majadiliano wameficha, wameficha white wame white wewe watu kwa hiyo tukayepo kwenye wameficha wame, hey, ngoja ngoja ngoja sasa hapo alioficha ni mwisho, nani? Simba, Simba in short ni ni yaani unataka kuzunguka, lakini pia unaweza kukuta mambo anaelekea mlamo upande wao eh. Mwisho, trust me, taarifa itakuja. Kuna wakati watalazimika kuongea, hiyo, white hiyo, na wakati watalazimika kuongea, issue ni kwamba white imefichwa na tunafahamu mimi mpira wa inchi maende, tu, tu maendeleo ya, ya. Yani, maendeleo ya mpira mnaitwa nyie tu <laughs> eh, eh, kujadili maslahi ya watu wengine. Mbona kwenye, kika, mbona kwenye vikao vya, vya, vya, vya kanuni na nini wanaitwa viongozi wa vilabu wote wanaenda pale kwa Sasa... mimi nafikiri hapa jambo ni moja la msingi mm, kwa sababu bado mm, uh, majibu ya mwisho hayajatoka yes, hayajapatikana. Hapa tunajaribu ku, kujadili mm, kuhusiana na ambacho tumekipata mpaka hivi sasa. Kikubwa tuendelee kuchochea kwa pande mbili bado hatujazisikia. Tumesikia pande mbili na hiki ilikuwa ni kikao cha pande nne yes, kwa maana ya Simba, Yanga halafu bodi TFF, TFF mm, na wizara ni na pande kama tano hivi. Yeah. Eh. Au, au, au wengine wamekataa kuzungumza eh, TFF wamekataa kuzungumza ambaye akatoka kwenye wizara akasema ugali haujaiva. Kama ugali haujaiva mnajadili vipi maendeleo ya mpira? maana yake ni kwamba mlikuwa mnajadili dabi, ndio mpira wa Tanzania? Ndio nikuulize wewe sasa, kwa sababu usiniulize mimi, muulize kiongozi ambaye amezungumza hayo. Mimi nimekuambia mimi utanikosea, anaficha taarifa. Yani ni bibu rais tu, unajadilije maisha ya mpira wa nchi wenyewe, watu wengine hawahusiki? Kwamba maana ma, yake ni kwamba wengine wanacheza Asia, sasa sio hapa yaani hizo timu zingine zikoeshe tusubiri majibu ambayo yatapatikana lakini pia nadhani mpaka kufika kesho asubuhi kuna taarifa nyingine ambazo zitakuwa zimesha patikana za zaidi ambazo zinaweza kujazia kwenye haya maswali ambayo tunajiuliza lakini kila mmoja atabaki kwa sasa na mtazamo wake Wakati wachambuzi wakisema kwamba hapa kuna uh, wait inafichwa. Hey, hey, eh, eh, kuna wengine ambao wataendelea kushikilia kile ambacho wamekisia kutoka kwa kiongozi wao kwa mm. sababu mashabiki pia kila mmoja na mtazamo wake. Mwingine hey. Atasikiliza alichokizungumza uh, kiongozi wa timu yake na mwingine naye atasikiliza alichokizungumza kiongozi wa timu yake, lakini jibu sahihi mm. litatoka kwa walioitisha kikao ha, ha, wamiliki wa mpira walioitisha eh, kikao ndo watakaotoa jibu sahihi, ya nini kimejadiliwa mm-hmm. na mwafaka wake upoje na atatuambia.